Nawaasa vijana wetu kuitumia siku ya tarehe tisa Desemba kukaa nyumbani na wazazi wao kuliombea taifa letu na kufanya ibada kama sehemu ya kudumisha amani na utulivu wa taifa letu. Pia tunawaasa wasishiriki katika mikusanyiko yoyote siku hiyo, kwani inaweza kuchochea fujo na vitendo wa uhalifu. Tunataka Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla pale wanapolazimika kudai haki zao iwe ni serikalini au popote pale katika nchi yetu, wadai haki hizo kwa kufuata taratibu na sheria tulizoziweka katika nchi yetu. Kufuata sheria na taratibu katika kudai haki kutahakikisha kwamba haki ya Watanzania wengine nazo hazivunjwi. Tunawaasa vijana wetu kuitumia siku ya tarehe tisa Desemba kukaa nyumbani na wazazi wao kuliombea taifa letu na kufanya ibada kama sehemu ya kudumisha amani na utulivu wa taifa letu. Pia tunawaasa wasishiriki katika mikusanyiko yoyote siku hiyo, kwani inaweza kuchochea fujo na vitendo vya uhalifu. Tunataka Waislamu na Watanzania wote kwa jumla, pale wanapolazimika kudai haki zao, iwe ni serikalini au popote pale katika nchi yetu wadae haki hizo kwa kufuata taratibu na sheria tulizoziweka katika nchi yetu. Kufuata sheria na taratibu katini. katika kudai haki kutahakikisha kwamba haki za Watanzania wengine nazo hazivunjwi. Tunaunga mkono mchakato wa maridhiano ya kitaifa uliopendekezwa na Mheshimiwa Rais, tuko tayari kushiriki na kuchangia kikamilifu.

Jambo la nne, msingi wa maridhiano hayo lazima ujikite kwa uadilifu na dhamira njema, na sio juu ya vurugu na muda mfupi au mashinikizo ya kisiasa au wanaharakati. Tuko tayari kuwa daraja ya kuunganisha Watanzania kufikia solumu hiyo. La tano, tunapendekeza uwepo uchunguzi wa kila usiopendelea upande wowote, ili kubaini waliochochea waliopanga na kuratibu uhalifu uliotokea. Uchunguzi huo lazima ufanywe kwa watu binafsi, wanasiasa na taasisi mbalimbali zilizomo ndani ya jamii yetu. jambo na sika, maridhiano kamwe yasiwe kichaka cha kuficha uhalifu, wenye hatia wajulikane, wasio na hatia walindwe, na haki isimame sawa bila ya kupindishwa. Namba saba, mchakato wa maridhiano pamoja na umuhimu na ulazima wake kama usitumii usizipe macho, tukashindwa kung'oa mzizi wa fitna uliozaa maafa haya yaliyoitikisa dola ya taifa letu. Namba nane, serikali iwaangalia kwa jicho la huruma wale wote waliopoteza nafsi zao nafsi za ndugu zao kuharibika kwa mali zao na biashara zao pia iwafariji kutokana na majanga hayo yaliyokuta